Mambo vipi? Aiyapo, umeamka salama kabisa. Leo tarehe ishirini na tisa mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano memba wangu wa Mkwanja Oddswin. Na kama ni mara yako ya kwanza unapita katika chaneli ya Mkwanja Oddswin, ni vyema uka subscribe uka share uka like and comment. Kujiunga kuna linki iko hapo juu katika description ya chaneli. E, ukibonyeza moja pale juu kwenye channel unaenda moja kwa moja unaona link ya WhatsApp pale, unajiunga mambo yanakuwa poa zaidi. Leo tuna game tisa, tuna game tisa za tarehe 29 29 mwezi wa tatu 2025 zenye total odds 11.798 na tumeweza ku stake shilingi laki moja. Hizo ni game tisa za leo. Tukianza na game ya kwanza kabisa ni football, German Bundesliga itakuwa na game ya Frankfurt vs VFB Stuttgart na TFC, tumeomba over 2 goals, over 2 goals ya mabano na odds ni moja pointi moja sita. Hiyo ni game ya kwanza. Game ya pili itakuwa ni Germany to Bundesliga itakuwa na game ya Hertha BS. tuseme tu hivyo hivyo na odds ni over na game yetu tumeomba over two goals, na odds ni 1.23. Hiyo ni game ya pili, na game ya tatu itakuwa ni football itakuwa na game as Alkmaar vs PSV Eindhoven, na tete tumeomba over three goals ya mabano na odds ni 1.63. Hiyo ni game ya tatu, na game ya nne itakuwa ni football Norway Eliteserien nitakuwa na game ya Fredrikstad vs Brann, tips itumua over two goals, na odds ni moja point nne tano hiyo ni game ya nne, na game ya tano itakuwa ni football Portugal Premier Liga itakuwa na game ya Estrela da Amadora vs Sporting CP, tips itumua over two goals, na odds ni moja point tatu tatu iyo ni game ya ya sita. Na game ya saba itakuwa ni Switzerland Superliga, itakuwa na game ya Young Boys ba, na odds zetu ni moja pointi moja nane tano. Na game nyingine itakuwa ni Football, Ukraine Premier Liga itakuwa na game ya Oborontiv vs Shakhtar Donetsk, nabae yanayopatikana magoli mawili mabano na odds ni moja point nne tano sita. Nadhani kama unaweza kuona hapo. Na game nyingine ni Football, Wales Premier League, tuko na game ya Penybont vs The New Saints, tips tumumba over two goals na odds ni moja point mbili moja na, na game nyingine tena ni Football, Czech Republic Fortuna Liga, ni game ya Dukla Paraguay vs Slavia Paraguay, tips tumumba over two kwenye mabano na odds ni moja point mbili sita. Hizo ni game zote za leo tarehe ishirini na tisa mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano na ukiangalia game hizi kwa mfano tukianza na hii game ya Frankfurt, karibia mechi nyingi over 2 inapatikana so, unaona over 2 over 2 over 2 over 2 inapatikana kwa urahisi. Tukija tena nyingine na yenyewe tukiangalia hapa over 2 ni za kumwaga, over 2 over ni za kumwaga kwa hiyo hizi game, karibia game zote naona kila nikiangalia. Game hii ni ya wanawake, hawa ndio usiseme sasa. Yani, hawa wanapigana magoli, kiangalia game zao zilizokutana huko, zilizokutana kule ni over 2 over 2 over 2 over 2 over 2 mpaka over series zinapatikana. Hii ni blani blani, over 2 over 2 napatikana. Na, nilikwambia faida ya over 2 faida ya over 2 kwanza ziko ziko mbili. Kwanza over 2 kuna refund pamoja na kuna ushindi. Ikizidi ina maana ikaenda kwenye, ikipita kwenye tatu ina maana ni ushindi. Ikibaki hapo hapo ina maana ni refund. Kwa hiyo nimeweka over 2 kwa ajili ya kulinda, kwa ajili ya kulinda pesa yetu na, na, na, na, na, na kupata faida. Ni, tulinde pia na faida ili mambo yasiwe kwenda poa. ni total odds ziko kumi na moja. This game ina total odds kumi na moja na tumestake lucky, kwa hiyo mambo yakaenda poa zaidi itakuwa freshi, tukutane hapo baadaye. Jamani, sheheni linki, sheheni linki kwa marafiki, subscribe, itakuwa poa zaidi. Yani ukisubscribe, ukishare linki, mambo yanazidi kwenda poa zaidi, mambo yanakuwa poa zaidi. Kisha tu umesubscribe, afu umeshare linki, mambo yaende poa. Asante.